Audhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Thumma swalatu wasalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi ishrah li rabbi sh, rabbi ishrah li swadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma baad. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Dada zangu katika iman, tutaendelea na darsa yetu kuhusu faida za maradhi katika Uislamu, sehemu ya pili. Dada zangu katika iman, ama faida ya nane ya maradhi katika Uislamu, yani maradhi ni dalili kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia khairi mwenye mwenye kuugua. Imepokewa kutoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu pamoja na mlolongo wa upokezi unaofuatiliwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam: wa man yuridillahu bihi khairan yusibu minhu Rawahu al-Bukhari. Yani anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, yoyote ambaye Allah subhanahu wataala anamtakia kheri, basi yani atampa, na imepokewa na al-Bukhari. Dada zangu katika imani, maana ya hadithi hii ni kwamba asiyemtakia khair Allah subhanahu wataala hata mpa mpaka akutane na mola wake siku ya Kiyama. Ama faida ya tisa dada zangu katika imani ya maradhi ni kuwa mja akiwa katika njia njema ya ibada na kumjua Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa raha, basi kheri zake huhifadhiwa kwa ajili yake ikiwa amefungwa na maradhi. Huu, dada zangu katika imani, ni ukarimu na neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni zaidi ya yani ya kusamehe dhambi, hata kama amepoteza fahamu au amepoteza akili, madamu yuko katika yani vifungo vya Allah subhanahu wa ta'ala, matendo yake mema yameandikwa kwa ajili yake. Anasema aa, Mtume sallallahu alaihi wasallam ta'arrafu ila Allahi fi rakhai ya'rifuka fi shiddatin, yani jitambulishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa raha, yani wakati wa siha njema naye Allah Subhanahu wa Taala atakutambua wakati wa shida, yani wakati wa nini? Wa maradhi. Dada zangu, katika imani, yatupasa kumjua Allah Subhanahu wa Taala wakati wa raha, yani wakati tuna siha njema, naye atatujua wakati wa shida, yani wakati wa maradhi. Na hivyo dhambi ya, ya ya mja yani hupungua katika hali hiyo, na ikiwa amerukwa na akili hakuna dhambi inayoandikwa dhidi yake, na huandikiwa matendo yake mema aliyoyafanya alipokuwa nini, alipokuwa mzima. fa fi musnad Ahmad an Abdullahi ibn Amru

Hakuna yeyote miongoni mwa watu ambaye amepatwa na balaa katika mwili wake isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala anawa anawaamrisha malaika wanaomlinda kwa kuambia, mwandikieni mja wangu kila mchana na usiku yale mema aliyoyafanya alipokuwa kwenye vifungu vyangu. Dada zangu katika imani Faida ya kumi ya maradhi katika Uislamu ni kuwa akiwa uh, na hadhi au cheo yani, yule mgonjwa akiwa na hadhi au cheo peponi na asiipate kwa vitendo vyake, Allah subhanahu wa taala, yani, atampa mtihani katika mwili wake, huenda pengine ana hadhi au ana cheo peponi, lakini ile cheo yenyewe asiipate, basi Allah subhanahu wa taala humpa mtihani au atampa mtihani katika mwili wake. Amepokea Ibn Hibban katika sahihi yake kutoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, amesema kwa amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yakuna lahu 'inda inda Allahi manzilatan fama yablughaha fama yani yazalu yabtalihi oh, yani yubtalihi bima yakrahu hatta yani yablughahu iyaha yaqulu Salam ibn Muti', allahumma in kunta ballaghta ahadan min ibadika salihin darajatan faballighniha bil afiya, yani mtu anasema, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu anaweza kuwa na hadhi au cheo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hawezi kuipata kwa vitendo vyake, basi Allah subhanahu wa ta'ala huendelea kumpa mtihani kwa yale anayoyachukia mpaka akaifikia ile cheo au hadhi yake ya peponi. Akasema Salam bin Mutni, ewe Mola, ikiwa umemfikisha mmoja katika waja wako wema kwa mtihani, basi niletee kwa wema au kwa siha njema. Dada zangu katika iman Faida ya kumi na moja ya maradhi katika Uislamu ni kuwa mja anajua ukubwa, pale anapokuwa mgonjwa anajua ukubwa wa baraka au ukubwa wa neema ya ustawi ya afya yake. Akilelewa katika hali njema anakuwa hajui, mwenye shida anaumwa na nini, kwa hiyo hajui ukubwa wa neema. Kwa hivyo iwapo mja amepatwa na msiba au amepatwa na wasiwasi wake mkubwa au matarajio yake ni kurudi katika hali yake ya awali na Allah subhanahu wa ta'ala amjalie afya njema. Lau si maradhi asingejua kiwango au thamani ya afya yake. Lau si usiku asingejua thamani ya nini ya mchana. Lau si usiku asingejua thamani ya mchana. Na lau isingekuwa maradhi haya neema nyingi zisingejulikana. Kwa hivyo kila mgonjwa hupata mtu uh, ambaye ni mgonjwa zaidi yake, na humhimidi na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na kila tajiri humpata tajiri kuliko yeye, na kila maskini hupata maskini zaidi yake. Basi ni kiasi gani cha afya ya mja kwa maradhi yake pamoja na faida yake ambayo mja hana ujuzi nayo, na pengine

antum la ta'lamun, lakini huenda mkachukia kitu nacho ni kheri kwenu, na huenda mkapenda kitu nacho ni shari kwenu, na Allah subhanahu wa ta'ala anajua na nyinyi hamjui. Kwa dalili hiyo, dada zangu katika iman, ilipokewa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, walihadha ruiya ru anna adam lamma nashara allah Allah,

wa ta'ala kwamba alipowaleta dhuria wa Adam, yani kizazi, alipowaleta kizazi cha Adam aliwaona matajiri na maskini na wazuri, na alimuona mwenye afya katika umbo lake na mwenye shida katika umbo lake, na akawaona mitume katika umbo zao kama taa. Akasema, E Mola, je, hukuwafanyia waja wako usawa? Akasema Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia Adamu alaihi salam, ningependa kushukuriwa. Mtumishi akiona mtu anateseka husema asifiwe Allah subhanahu wataala, na humhimidi Allah subhanahu wataala ambaye anasema asifiwe Allah subhanahu wataala ambaye ameniepusha ameniepusha na yale yaliyo kusuibu na Allah subhanahu wataala atamwepusha na dhiki hiyo kwa sharti la nini? Kwa sharti la kumsifu na kumhimidi Allah subhanahu wa taala. Na mwenye dhiki akisubiri, basi atapata ujira mkubwa, dada zangu katika iman. Ajabu ni kuwa mja anapotazama maisha yake ya kidunia huwatazama walio juu yake, lakini anapotazama dini yake huwatazama walio walio wapi? Walio chini yake. Basi utakuta anasema sisi ni bora kuliko wengine, lakini hasemi hayo katika maisha yake ya dunia. Na mwenye kuonja uchungu wa maradhi, baadaye atajua thamani ya afya na maradhi yake ni katika kiwango gani, kulingana na afya yake. Imepokewa kuwa Alfudhail sahaba Alfudheil alikuwa na binti mdogo na mkono wake ukawa mgonjwa, mkono wa yule binti ukawa mgonjwa. Hivyo akamuuliza binti yake siku moja, binti yangu, vipi mkono wako? Akasema, e babangu, mimi si jambo Wallahi, ikiwa Allah subhanahu wataala, anaendelea kusema yule binti, wallahi ikiwa Allah subhanahu wataala amenipa mtihani kidogo, basi ameniponya sana. Yani ameujaribu mkono wangu na kuponya sehemu nzima iliyobakia ya mwili wangu, kwa hiyo sifa ziwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hilo. Dada zangu katika iman, faida ya kumi na mbili ya maradhi eh, katika uislamu ni kuwa ni kuwa, yani wema na rehma kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa mja, yani kuwa maradhi hupelekea wema na rehma uh, tukufu Allah Subhanahu wa Ta'ala akaielekeza kwa mja. Kwa sababu ya nini? Ya maradhi. Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala hakumu hakumuumba mwanadamu au, oh, hakumuumba mja ila amrehemu, wala asifanye nini, asimuudhi. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Quran sura An-Nisa aya ya 147, Ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima, Mwenyezi Mwenyezi Mungu hakuadhibuni haku mkimshukuru na mka Yani mkamwamini Allah, na Allah subhanahu wa Ta'ala ndiye mwenye kupokea shukrani na ndiye mwenye kujua. Lakini dada zangu katika iman, nafsi nyingi hazimjui Allah subhanahu wa Ta'ala na hekima yake, na pamoja na hayo mola wao Allah subhanahu wa Ta'ala amezirehemu e, kutokana yani, amezirehemu nafsi zile kutokana na ujinga wao unyonge wao na, mapungu, na mapungufu yao. Dada zangu katika iman, faida ya kumi na tatu ya maradhi katika uislamu ni kwamba maradhi ni ujuzi wa mja juu ya unyonge wake, inapelekea ni ujuzi ujuzi wa mja, yani mja kujua unyonge wake, mja kujua yani unyonga wa, unyonge wake haja yake na umaskini wake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wa mbingu na ardhi, dada zangu katika imani, wanamhitaji Allah subhanahu wa ta'ala, yani aliyetakasika. Mja ni maskini mbele yake na yeye yuko juu ya viumbe vyote, yani Allah ya subhanahu wa ta'ala yuko juu ya viumbe vyote. Lau si kuwa amemlazimisha mja au amemlazimishia mja maradhi kama mtihani kwake angelisahau. Na kwa hiyo, yani, Allah subhanahu wa ta'ala akamfanya uh, mgonjwa akamfanya yule mja mgonjwa n akamteremshia akam maradhi na akamfanya kuwa ni mhitaji mwenye kumhitajia Allah subhanahu wa ta'ala ili amtambue Allah subhanahu wa ta'ala amwabudi ifasavyo, na amtegemee peke yake kwa raha na kwa shida. Imepokewa kutoka kwa al-Abbas kwamba alipomwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam amfundishe dua alimwambia, yani, mwombeni Allah subhanahu wataala msamaha na kheri, kwani hakuna aliyepewa kilicho bora zaidi ya afya baada ya yaqini. Dada zangu katika iman, faida ya kumi na nne ya maradhi katika Uislamu ni yani, ni kumtia mja

na hawakuwaonyesha ishara yoyote ila hiyo ilikuwa kubwa zaidi kuliko nyingineo, na hawa, yani, tukawakamata kwa adhabu ili warejee. Dada zangu, katika imani na kwa hayo, Allah subhanahu wa ta'ala hakumpa mtihani mja ila kumtia hofu ili, yani, huenda akarejea kwa Mola

aqlihi ahlihi thumma arsaluhu falam yarid lam aqaluhu ahn yani lima aqaluhu walam arsaluhu yani, imepokewa kutoka kwa Imam Abu Daud kutoka kwa Amir kwa mlolongo upokezi unaofuatiliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yani, anasema ikiwa mumin amepatwa na maradhi, kisha akapona, ni kafara ya madhambi yake yaliyopita na ni kafara ya madhambi yake yaliyopita na ni fundisho au, oh, ni lesson kwake kuhusu yatakayokuja huko mbeleni. Na ikiwa mnafiki atapatwa na maradhi na akapona na akapata nafuu, basi wanajua kwa nini ameachiliwa, basi aka akaachiliwa kuwa ni jamaa yake kuifunga au kuifungua. Hatimaye, dada zangu katika imani, namalizia ujumbe huu kwa kusema kwamba ugonjwa ni neema, si laana na kwamba kuna raha katika ugonjwa raha yenyewe ni nini? Kwanza kabisa, ikiwemo raha ya mapenzi yanayomzunguka mgonjwa na mapenzi yanayomzidi kutoka kwa nani? Kwa jamaa zake. Pili, ikiwemo furaha kubwa anayoipata mwenye subra anapotafuta hifadhi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anapomuomba haja kwa ikhlas. Tatu, uh, raha anayopata mgonjwa ikiwemo raha ya kuridhika na Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa dhiki, yani wakati wa maradhi zinapompitia mgonjwa. Uh, hali ya kuwa yani amelala kitandani na maradhi yakafika katika kiwango cha juu, basi humwelekea Allah subhanahu wa ta'ala wakati huo, kama ilivyotokea katika wito wa Nabii Ayub pale aliposema, e Mola wangu, hakika yamenipata maradhi na wewe ndiye mwingi wa kurehemu. Dada zangu katika imani, kadhalika raha anayepata mgonjwa ni ikiwemo raha ya usawa kamili Kwani ni sheria ya maisha. Maradhi hayatofautishi ha, baina ya tajiri na maskini. Ikiwa ugonjwa unge yani ungesababishwa na umaskini au ukosefu wa chakula, basi ugonjwa ungekuwa kwa maskini tu na matajiri wangesalimika kutokana nayo, lakini ugonjwa haujui mnyonge wa, wala haujui mfalme wala haujui maskini wala haujui tajiri wala haujui kabila yoyote. Yani watu wote kadha, katika wote wako yani watu wote wana yani wako sawa aa, katika maradhi. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala rehema zake kubwa, ukarimu na ulinzi wake mzuri hapa duniani na akhera, na tunajikinga kwake kutokana na kupotea kwa, kwa neema zake na hasara ya adhabu yake yote. Shukran jazila wa barakallahu fikum.